Christopher Kayuni na Websta William Mwantebele kwa pamoja walikula njama na kumteka nyara Shyrose Michael Mabula ambaye kwa sasa ni marehemu kwa lengo la kujipatia fedha nyingi kutoka kwa baba yake mzazi aitwaye Dr. Mabula Michael. Kwa hiyo, baada ya kumteka walianza kupiga simu kwa familia yake kwa lengo la kujipatia fedha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 Websta William Mwantebele ambaye sasa ni mtuhumiwa katika kesi hii alisema atawaonyesha. Kwa hiyo baada ya muda alifika mtu mmoja na mtuhumiwa huyo akawaeleza askari kuwa huyo aliyekuja ndiye Edward Christopher kayuni na ndiye waliyeshirikiana naye kumuua yule binti ambaye nimemtaja, Shyrose Magula. Kwa hiyo askari alipojaribu kumkamata mtuhumiwa huyo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 baada ya mahojiano alikwenda kuwaonyesha askari kwa huyo mganga ambako alipeleka hicho kidole cha huyo marehemu pamoja na nguo zake za ndani. Sasa wakiwa njiani kuelekea kwa huyo mganga, mtumio wa Marwa Nyahega John alikupuka ghafla wakati gari ikiwa kwenye mwendo na akajirusha chini kutoka kwenye gari, kitendo ambacho kilipelekea mtumio huyo alipata jeraha kubwa kichwani na kutokana na jeraha hilo